Pia niwashukuru wawakilishi wa, wa kundi la G55 waliofika hapa. Na tunaposema G55, sio kwamba tuko 55. Hamsini tano imetumika tu kama alama, simbo ya kuwakilisha kundi kundi hili liliundwa baada ya katibu mkuu kualika wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na waliotia nia mwaka huu kwenye kikao cha tarehe tatu mwezi wa nne, makao makuu ya chama. Sasa sisi kama wagombea na ambao hatuna sehemu ya kukutana tukaunda group sogozi la WhatsApp ili kuweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na hatimaye tuweze kuyawasilisha kwa katibu mkuu. Kwa hiyo ndivyo kundi lilivyoundwa. Lilikuwa ni kundi ambalo tunajaribu kuweka mawazo, maoni, tunashauriana kwa pamoja, kama yalivyo makundi mengine mbalimbali mbali ndani ya chama. Kwenye chama chetu kuna makundi kwenye kata kwenye vitongoji na tungeweza hata kuliita Chadema family kwa sababu makundi hayo yapo kila mahali kwenye chama chetu. Kwa hiyo ndivyo kundi hili la G55 lilivyoundwa. Lina wajumbe wengi na bado tunaendelea kushauriana mambo mbalimbali ya chama na mikakati yetu binafsi kama wagombea Tunawezaje kupata rasilimali? Tunawezaje kujipanga na kampeni? Tunapeana uzoefu kwenye kundi hili, kuna ambao walishawahi kushinda ubunge wako, kwa ambao walishawahi kushindwa, kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana uzoefu. Jambo la pili ambalo ningependa kulieleza kabla ni kwamba leo tumekuja kufafanua waraka wetu tuliomfikishia katibu mkuu siku ya tarehe tatu mwezi wa nne mwaka 2025 na tumeona kwamba kuna haja ya kufafanua, kwa sababu wakati mwenyekiti wa chama akizungumza na wagombea na watiania siku ya tarehe tatu mwezi wa nne pale makao makuu alijibu baadhi ya hoja zilizokuwa kwenye waraka, na wale waandishi mliokuwepo mlimsikia akisema ameusoma waraka na hoja zinajibika lakini tukiri tu mpaka sasa hivi bado hatujapokea majibu rasmi ya maandishi, kwa sababu sisi tuliandika kwa maandishi. hasa kitendo cha kuja kuweka hadharani wako ambao wanaweza wakapotosha. Sasa ni kwa nini, kama mmempelekea katibu mkuu, kwa nini mnausema hadharani? Tunausema hadharani kwa sababu mwenyekiti wa chama alishaanza kujibu hoja zetu hadharani. Si tunaelewana. Kwa hiyo tunaufafanua ili yale ambayo hayakupata majibu siku ile ya tarehe tatu mwezi wa nne hatimaye sasa yaweze kupatiwa majibu, au jamii ifahamu tumeandika nini, tumeshauri nini chama. Maana yako maneno mengi sana ya upotoshaji, haswa kwenye mitandao na kwa watu ambao hawahitaki Chadema mema, wameendelea kupotosha Ndugu zangu, waraka wetu ni mfupi, ulisainiwa na watu 55 kama alama ya G55, lakini nimesema pale awali kwamba kundi hili sio la watu hamsini na tano. Tuko wengi ambao tunakishauri chama, na baada ya kutangaza uwepo wa kundi hili wamejitokeza hata ambao wanataka kugombea udiwani wanaomba sasa nao wawe sehemu ya hili kundi. Kwa hiyo linazidi kupanuka na kuongezeka ukubwa wake baada ya watu kujua kwamba linasimamia mambo gani. Ndugu wanahabari, naomba sasa ni usome waraka kwa wetu tuliompelekea katibu mkuu siku ya tarehe tatu mwezi wa nne mwaka huu. Ndugu wanahabari, madhumuni ya waraka: pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano huo maalum, sisi wagombea ya ubunge wa mwaka 2020 na watiania wa mwaka 2025, tumeona kuna viashiria vya kutopewa au kutopata nafasi ya kutosha kusikilizwa katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kukuandikia waraka huu kwa sababu zifuatazo. Moja, Mwenyekiti wa Chama Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa, ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni au kushauri mbadala dhidi ya no reform, no reform elections. Kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu watu wa namna hiyo ni wana CCM au vibaraka wao. Ndio dhumuni la kwanza lolotufanya tumwandikie katibu mkuu. La pili, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya chama ya kuchangisha fedha Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha alinukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au diwani bila reforms waondoke Chadema. Kauli ya Mheshimiwa Lema ya kufukuza watu wenye maoni mbadala ndani na ya chama haijakanushwa na chama na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano huo maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani tayari washiriki tumewekewa mipaka na vitisho katika suala hilo. Dhumuni la tatu, hivi karibuni mwanaharakati Maria Sarungi aliandika katika ukurasa wake wa X akikitaka chama kiaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge kwa udi na ubani bila reforms na akatuhumu kuwa watu hao wanataka kufanya blackmail, yaani kutishia eti watahama chama. Pia Maria Sarungi bila kujali mamlaka ya ofisi yako ametaka ajulishwe ni nani amewaita watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka chama kisiwahusishe watiania, do not engage them, bali waachwe waende CCM. Kauli hizi za Maria Sarungi ambaye ni mwana, si mwanachadema zinafanana na kauli za mheshimiwa Lissu na mheshimiwa Lema. Aidha, kauli hizi zinaingilia mamlaka ya ndani ya chama na ofisi yako imezinyamazia kimya, huku kukiwa na taarifa kuwa mwanaharakati huyo ana mgongano wa kimaslahi wa kutaka chama kisishiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa maslahi yake binafsi. Kauli za Maria, ambaye ni swahiba wa karibu wa baadhi ya viongozi wetu wakuu, zinazidi kuongeza vitisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo: Moja, tunaunga mkono madai ya mabadiliko reforms. Sisi kundi la G55, tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa hiyo kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana, kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono asilimia mia moja swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. Mbili, maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ikumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunaziunga mkono, tunasita kuwaamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi, na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama wengine, wanachama waandamizi, kukishauri chama chetu kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Moja, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi, mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao, kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. Mbili, dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari, mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbungio, ndiko chimbuko la no reform no election lilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka elfu mbili na ishirini. Kwao wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ni bahati mbaya, hawana taarifa sahihi. Hii ili kuwepo tangu Januari mwaka 2020, na nilieko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku nane na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform, no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake, tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa hiyo wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi 2024 kwa kweli hicho sio sahihi, ni kitu kilikuwepo tangu mwaka 2020, na bado tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, dhana hiyo ya no reform no election ikiwepo. Tuliweza pia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024, dhana hiyo ya no reform no election ilikuwepo na hata tamko la kamati kuu la tarehe 11 Disemba mwaka 2024 la tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi nilikuwepo. Ukisoma lile tamko la maandishi hakuna mahali tuliweka hiyo dhana. Na hata ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti wa wakati huo, Mheshimiwa Mbowe, alisema tukifika mwaka ishirini ishirini na tano wakati wa uchaguzi, kama hakuna reform chama kitafanya maamuzi sahihi. Ndio ilikuwa kauli, hakusema tutazuia uchaguzi. Kwa hiyo wale wanaojaribu kusema oh, hii ilifanyika wakati wa mwenyekiti Mbowe ni kweli, mwenyekiti alikuwa Mbowe, makamu wake alikuwa mheshimiwa Lisu, wajumbe wa kamati kuu akina mheshimiwa Heche walikuwepo na tulikuwa nao Nairobi. Lissu aliondoka Ubelgiji akaja Nairobi wakati huo kule Kusumbungio kaunti ya Makueni nchini Kenya. Tatu, kwa muda mfupi uliosalia hatuoni uwezekano wa kutekeleza kwa ufanisi mkakati wowote madhubuti wa kuzuia uchaguzi Tagu. tayari uchaguzi wenyewe umeshaanza, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura limeshakamilika na limefanyika mikoa yote nchini. Kwa hiyo kama tulikuwa tunataka kuzuia uchaguzi tulipaswa tuanze kuzuia hata zoezi la kuandikisha.